patana nalo, unasema huyu anafatana na lile jitu, si kwa nini? Huyu maanake si heshima huyu kuandamana na yule, lakini unagundua anaandama hela. Hii ni tabia ya kimalaya malaya, na tunao wanasiasa wenye tabia ya kimalaya malaya, namna wananunulika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 ni mercenary tu. mtu yoyote <laughs> anaweza kuwalipa tu, mtu yoyote anaweza kuambia, mapesa haya hapa, unifanyie kazi <laughs> na tunayo mijitumu inafanya kazi si za wananchi hapa, kazi za watu wengine. Ni mercenary, ni mwana siasa mercenary, ni malaya malaya tu. Halafu <laughs> ha! wapumbavu hawa wanafikiri tunaunda jeshi la mercenary. Wende wazimu hao. Sasa wamekiona cha mtema kuni, na tumewatangazia, tumesema waende. Wengine wapumbavu kama hawakuadhiriwa sasa hivi tukawatia ndani wote, wazimu hao, ha, ha, ha, ha, ha, ha. Tumepata aibu mara moja, wanafikiri tunaweza kupata aibu mara mbili tena.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 tunawajua tutawasaka, hmm. tutawasaka moja mmoja moja mmoja hmm. malaya watupu hawa, tutawasaka moja mmoja hmm. na kila tutakapowasaka, tutawatangazieni kwamba malaya moja tumeshashika ataifa mwalimu Julius Kambarage Nyerere aliyasema hayo Julai 22 mwaka 1967, baada ya kuwapokea vijana waliotembea kwa miguu kutoka Moshi.